Yambaraga zako naomba uondoke. Hebu bwana. Yaani, ujinga mwingine kweli, ulijua yanaungua? <laughs> <laughs> <laughs> kumbe hayaungui bwana. liogopa nikasema visije vikaungua, nikamlisha mwanangu vitu vibaya. <laughs> <laughs> Wasiwasi wako tu mama. Mi kwenye mapishi yako wala sina shaka, wewe ni fundi sana kwenye mapishi <laughs> sana, mama yangu sana, nashukuru aya. Namba hujaambia sasa kuhusu uko kijijini kawaje? Ah, Bwana wewe wale watu walikuwa wanagombana gombana kwa ajili ya vikoba michezo, yaani wanazalilishana kwa ajili ya hivyo vitu hmm. kwa hiyo nkaona mimi hata siingie kwenye hilo janga. Yaani mama, mimi sikushauri kusomba vikoba sijui michezo, vikoba. Yaani wanazulumiana bala. Hapa bondeni hapa kuna mama mmoja, huyo alikopa vikoba, walikuja wakamfilisi kila kitu, walibeba kila kitu. Alafu mm -hmm. Kibaya zaidi sasa mume wake alikuwa fahamu kama anacheza hiyo mambo ya vikoba, basi nakwambia hivi, ile amefurisiwa kila kitu, wanafanya mnada pale pale mtaani. mm -hmm. Anazimia anazinduka, ile anazinduka mara ya pili mwanamume wake pale pale kampa kampata talaka. Ah, miskopi kwanza hata mume wako amekataa, ananiambia ni bora mama, ukikosa hata hela ya kula mwambie mkwe wako, au niambie mimi, kulikoni kukopa <laughs> Amamakopakati sisi tupo jamani eh? Sisi ni huu, ndo muda wetu sasa wa kupambania akukulea mambo ya <gibuwa> kuzalilishwa zalilishwa <mini> <gibuwa> mimi sipendi utu uzima huu tena, uanze kuzalilishwa kudaiwa, sijui kufanyaje. Hapana, siwezi. Wanangu mpo, mtanipa kiwa <gibuwa> hmm. hamna, mnaniambia mi mwenyewe bado nina nguvu zangu. <tune> hmm. Vipi hiyo kibiriti anakusumbua? <muchasua> uma <tune> yuko karibu, atatoka sasa hivi huyu. <tune>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 Hivyo hivyo hivyo hivyo, <mulho> mwanangu, hivyo usembee haraka. <mulho> Haraka taratibu, atashuka mwenyewe huyo mama. Mazoezi ndo hivi, ndiyo hayo. Mazoezi hivi ndiyo, yeah. <mulho> anavyofanya <mulho> kwa hiyo wewe na mimi anayejua sana ni nani? Ah, niwaache hmm. <laughs> We tuwache sisi wenyewe. <laughs> Twende mwanangu, tona kama yule <laughs> <laughs> midaiko yule, mimi nilikuwa nachukua mazoezi hata shambani. <laughs> hmm. Taratibu mama, twende twende. Ndio alivyo bikibiriti huyo. <laughs> Huyo ni bikibiriti hmm. Hata kuchosha usichoke. hmm. Baba mguu mmoja unaenda upande vipi? nimechoka na hii jua lote hili yani. Ndio umechoka hivyo? Ujua hata hospitali ni hivi hivi, twende ukapumzike, lakini ukifika mama, ngoma inaanza upya. Hivi hivi ni bora tukiwa nyumbani, tunatembea tembea, tunatembea tunatembe, tembea. Ukifika tu naingia leba <laughs> Sawa mama. Haya, sawa. Tuende ukapumzike. Umeshachoka. Basi naomba ukapumzike. Haya twende tukapumzike. Utaweza kupande? Kwaza. Ah, mm, wewe <laughs> Uh, ni jikazi umelegea. Ah, nafikiri ni kazi ndogo eh. Ah, naye mama amelegea sana huyo. <laughs> Kwani ni ugonjwa huo? Hata kia ajikaze afanye mazoezi. Yaani amelegea huko nyuli nyuli nyuli nyuri. Pole msichana wangu. Akana anafanya mwanimamu. Kana anaelewa mambo. Haelewi. Yeah. Ah, we mwache tu, alafu wewe kuna watu you wengine know, bwana. Sasa mtu unaondoka uache taela ya kula. Sasa nategemea nitakula wapi? Yaani you know, huku hamna chochote jikoni Dada angu mwana na mambo ya ajabu sana. Sa mimi nitakula wapi yani? Kwa mfano na mimi sina mi sina hela sasa hivi, dada angu anafanya mambo ya kipumbavu sana. Subiri ni mpigie simu. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu eh tena baadaye, andoninapatikani Kolo, nifanya kusudi na simu nanizimia. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Aya, sasa na mimi ukija, nitakukomesha kama utakuta chakula hapa ndani. Mimi sio maya, subiri nauone Endelea kuzima hivyo hivyo simu na mimi niendelee kunywa vivii maji. Ami hapa na dadangu, ndo tunapokosanaga kila siku, gomvi wetu na hautakaa kuisha. Unafanya mambo ya kipombavu sana. Sasa ndo nini upatikani? Uf. Dada, uko wapi? Nazidi kwenda Mungu wangu. Takula wapi mimi? Anapiga kwanza. Mr. Simon, shemu vipi? <laughs> Samani nikuwa namuulizia Bela nimemkuta maana nampigia simu zangu apokee. Shemeji, sizani kama nastahili kukijibu hicho ambacho unakiulizia hivi sasa, kwa maana kila hatua ambayo bela anapiga wewe unaelewa. <laughs> Sasa shemeji yangu, mi ningekuwa nafahamu mahali ambapo rafiki yangu yupo, ningekuja kumuulizia hapa kweli hivi hata huko mnapoendaga mimi huwa najua mnaelekea wapi? Eh, mnatoka usiku mnarudi asubuhi, mimi huwa najua mnatoka wapi. Nisikilize shemeji, usitaki kuniambia kuwa umekuja kunienjoy eh? Sababu kila anapoenda shoga yako wewe unapafahamu, okay. juu ya yote Bela hayupo nyumbani, Bela hayupo Shida ni nini? Mbona umekuwa hivyo? Nina nini ujui? Nina nini wewe, mwanaume una shida gani? uk na wewe, mwanaume yaani, kila siku hili hii kesho hili, una nini, una matatizo gani? Lakini mke wangu, kwani tusiende kuzungumza nyumbani? Tunazungumza hapa barabarani hivi, si tunadharirika? Sawa, kwa kuwa, nadhani kwa kila mwanamke anayesimama na mtu wangu, kwamba kila mwanamke nasimama mtu wangu, hivi nina nguvu gani za kuwamaliza hao wote? Mke wangu. Mwanaume wangu, wewe ninakujua vizuri, yaani wewe sio mgeni kwangu. Una shida gani wewe mwanaume? Hivi unajua, kuna wakati nachoka, kuna wakati moyo wangu unachoka. Huwezi kudanganya chochote. Sawa mke wangu, sawa basi, nakuomba tukazungumze nyumbani, tuyamalize nyumbani, tukazungumza nyumbani. Tazungumza nini wewe mwanaume? Kitu gani tutazungumza? Kila siku tunaongea hili kesho, hili kashukutwa, hili unarudia mambo yale yale. Ninachoka, kuna wakati moyo wangu unachoka, unachoka kuvumilia. Mke wangu, basi naomba unisamehe, mimi naelewa kuwa una hasira, naomba tukaongelee nyumbani, tuyamalize haya. Kwanza naanzaje kukuchiti? Naanzaje kuwa mbali na wewe? Na unajua navyokupenda na kuhitaji na sana katika maisha yangu, ila kupitia hili naomba nisamee mimi kama nimekukwaza, sawa mimi. Nisamee, sawa. Naomba urudi nyumbani, kwani hata haya nadhani anazungumzika. Hivyo wewe kana <unakil kweli> <gibuwe> una akili kweli? Unajitambua kweli? Wewe mara ya mwisho nilivyoondoka hapo kwako nilikwambia nini? <gibu> sitaki usumbufu bela. Naweza kuigiza kuwa nimesha sahau, lakini moyoni natembea na maumivu makali sana rudi nyumbani kwani na ndio maana hata hapo awali nilikuwa nashindwa kukuambia ni lakini, iyo, iyo kazi gani ambayo nafanya lakini hiyo hiyo kazi ndio ambayo ilileta tabasamu kati yetu. Nakuomba mami, rudi nyumbani. <coughs> Kanu, naomba unisikilize vizuri sana tena unisikilize kwa herufi kubwa. Nilivyoondoka nyumbani ni kwako, nilikwambia sitaki usumbufu wa aina yoyote. Wewe si unaona faida unavyonidanganya Uniona unafaidi sana, unavyonificha mambo yako? Yaani mimi nakaa kutwa nzima, simu inaita, nikiangalia ni wewe. Msumbufu mkubwa, msumbufu wa taifa wewe. Sitaki usumbufu na wewe na usinizoee we. Ninapokwenda kukata hii simu ili nisikuzalilishe, usipige tena hii namba tafadhali. Al

mwanzo alikosina mwisho. Waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna. Waenga walisema nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso. Jamani Bela rafiki yangu nimekumisi, yaani e, unavokuambia hapa sa hivi nimetoka nyumbani kwako sijakukuta, yani e, kama bahati tu. Shoga yangu vipi? Yani tiwe, una roho mbaya sana binti, una roho mbaya sana wewe, sijawahi kupata kuona. Na unavyoniona barabarani, naomba usiite jina langu, yaani fanye kama unijui, fanye kama hujawahi kuniona kwenye maisha yako tena unikome kama ulivyokoma ziwa la mama yako mimi huyo haya kitu gani hasa kikubwa nimekufanyia rafiki yangu naonekana kama anacheza makida makida naonekana mimi na wewe tuna utani au naonekana mimi na wewe ni watani binti usinizoe ukiniona pita kule na mimi nipite kule mshenzi mkubwa wewe tena usinizoe we. una roho mbaya sana wewe dada na ndio maana maisha yako huko peke yako, utaendelea kuishi peke yako na mpaka unakufa huko peke yako. Sina mwisho. Waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna. Waenga walisema nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu